tu anayekusaliti haoni tu kwamba anakukosea bali pia anakupima. Anakupima uvumilivu wako, anakupima mipaka yako, anakupima kama utanyamaza, kama utavumilia, kama utajilaumu badala ya kusimama. Kila mara unapovumilia bila msimamo, unamfundisha jinsi ya kukuchezea. Nataka nikuulize kitu. Je, umefikia hatua ya kujikuta unaogopa kusema ukweli wako kwa sababu hutaki ugomvi? Umefikia hatua ya kujinyima maswali kwa sababu hutaki kuonekana mwenye wivu? Umefikia hatua ya kubeba mzigo wa makosa ambayo si yako? Kama jibu ni ndio, basi tatizo sio tu kwamba amekusaliti. Tatizo ni kwamba umempa ruhusa ya kukuondolea heshima yako polepole. Ninakumbuka nilivyokuwa nauliza maswali ambayo tayari nilikuwa najua majibu yake. Nilimuuliza kwa nini anabadilika, kwa nini ananiona kama kero, kwa nini kila kitu kidogo kinamkera. Alinijibu kwa hasira, alinijibu kwa lawama, alinijibu kwa kunifanya mimi niwe tatizo. Na nilikubali, nilimeza, nilijilaumu, kwa sababu ni rahisi kujilaumu kuliko kukubali kuwa mtu uliyemwamini amekusaliti.